Ndio kazi ambayo minadilinayo, eh, hizi ndio maana nazochimba, kaka yako mdogo wangu, ada mona mona, hiyo ya Sifa ya haya mawe bwana Adam ni hizo ncha zake na hiyo migongo yake unayoiona hiyo. Na naona hii kuchongoka kwake ndio ubora wa mawe, na ndio soko anataka yawe hivi. Mimi ndio nachimba haya mawe, ndio mzigo ambao unadili nao. Na haya unaona kama hii ina maua ndani, na maua ya kijani zinatoka mchanganyiko. Nyingine ni smoky lakini ni smokes ambayo iko clear kama unavyoona kidogo, upande wa pili sana. Kiona hiki naona kioo. No, no, kabisa. Mm. Naona okay. Upande wa pili kioo naona hiyo kitu.